kitabu cha Yoshua bin Sira, sura ya tisa na ya kumi. Ndio kanisa la Mungu, tumsifu ni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa, mahala popote ulipo katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti, nami naitwa mwalimu Petro. Ninakukaribisha mpendwa, mahala popote ulipo, tuweze kuungana kwa pamoja kwa ajili ya kulisoma neno la Mungu. Unaweza ukaandaa Biblia yako, karibu, lakini pia unaweza ukatufuatilia kwenye chaneli yetu ya YouTube pamoja na Facebook zinazojulikana kwa jina la Jerusalem Family TV dot Mwalimu Petro na Evodia Mazwile, ambapo ndani yake utapata nafasi nzuri zaidi ya kulisoma neno la Mungu na kuendelea kuimarika. Basi tufungue kwa sala ili kuanza rasmi usomaji kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Mungu, tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo, ambao Bwana umeendelea kutupa uzima katika neema yako na ukuu wako. Tunakushukuru Mungu, kwa sababu wewe ni mwaminifu na unayeweza yote. Tunanyenyekea kwako katika moyo wa ibada, tunaomba huruma yako, ewe Bwana, endelee kututakasa na kuisafisha mioyo yetu, ili Mungu, tunaposoma neno lako tuendelee kuwa hodari katika sifa na utukufu wa jina lako. Tunaomba Mungu, tukingea kila roho zote za yule mwovu, ili Mungu, tuendelee kuimarishwa siku hadi siku na neno lako liendelee kutusimamia, tuepushe na hatari zote za roho na za mwili. Neema yako Mungu itusaidie tuendelee kuwa imara, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme Amen. Karibuni sana wapendwa, ambapo tunaendelea kusoma kitabu cha Yoshua bin Sira, ambapo leo tutasoma ile sura ya tisa na ya kumi. Sura ya tisa. Usimonee wivu mkeo akaae kifuani pako ukamfundisha fundisho baya juu yako mwenyewe. Usimpe mwanamke yoyote uhai wako, hata azikanyage nguvu zako. Usimlaki mwanaume mgeni, usije ukanaswa naye kwa nasibu. Usiandamane na mwanamke aliye malenga, ama yamkini utatengwa kwa hila zake. Usimkodolee macho msichana ama utata, utatatanishwa katika madai yake. Usiwape malaya uhai wako, usije ukapotewa na urithi wako. Usitazame hukumu na huku katika usitazame huku na huku katika njia za mjini, wala usitende usitembee ndani yako panapo ukiwa jicho lako Uligeuzie mbali na mwanamke marini, wala usiukazie macho uzuri wa mwingine. Wengi wamepotoshwa kwa uzuri wa wanawake, na kwa huo ashiki huwashwa kama moto. Usijilisi sebuleni pamoja na yeye aliyeolewa, wala usiende mandani naye kwenye mvinyo, moyo wako usije ukamgeukia na roho yako ikateremkia upotevu. Rafiki wa zamani usimwache, madhali rafiki mpya hatalingana naye. Rafiki mpya atafanana na divai mpya, iwapo imekomaa utainywa kwa furaha. Usiusudu fahari yake mwenye dhambi, mradi hujui ni nini itakayomwangusha. Usiyafurahie mema yao wasio haki, kumbuka ya kwamba hawatashuka kaburini bila adhabu. Ukae mbali naye mwenye amri ya kuua, hivyo hutaionja hofu ya kuuawa. Aidha, ukiwa umemjia usifanye kosa, asije akakufisha. Uwe macho kwamba unakwenda katikati ya matanzi na mfano wa kukanyaga buruji za ngome kadiri uwezavyo. Wasikie jirani zako na kushauriana na wataalamu. Maongezi yako na yawe kwao walio na akili, na mazungumzo yako katika sheria yake aliye juu. Wenye haki na wawe waizungukao meza yako, na kujisifu kwako kuwe katika kumcha Bwana. Kazi ya mikono itasifiwa kwa ustadi wa mafundi, na mwenye kutawala watu atahesabiwa hekima kwa usemi wake. Mwenye maneno mengi ni hatari katika mji, naye anenaye bila kufikiri ndiye atakayechukiwa. Sura ya kumi. Kadhi aliye na hekima atawafundisha watu wake na utawala wa mwenye ufahamu utakuwa na utaratibu. Alivyo mhukumu watu ndivyo alivyo watumishi wake, na alivyo mkuu wa mji ndivyo alivyo wakaao humo. Mfalme asiye na elimu atawaharibu watu wake, bali mji utathibitishwa kwa ufahamu wa wakumu. Mkononi mwa Bwana mna utawala wa dunia na wakati upasao atainua juu yake mtu wa kufaa. Mkononi mwa Bwana mna kufanikiwa kwa wanadamu, kwa mwanadamu pia juu ya mwandishi ataweka heshima imhusuyo. Usimkasirikie jirani yako kwa kila kosa, wala usifanye neno kwa kutenda jeuri. Kiburi ni chukizo kwa Bwana pia kwa wanadamu. Maada mbele ya wote yasiyo haki ndiyo makosa. Mentarafu utawala taifa hupisha taifa. Kwa ajili ya udhalimu na jifule na tamaa ya fedha. Mbona yule aliye udongo na mavumbi tu hufanya kiburi? Naye aweza angalia hai kupata mchango wa tumboni. Ugonjwa ni wa siku nyingi, tabibu hushindwa. Leo huyu ni mfalme na kesho amekufa, kwa maana hakika akiisha kufa mtu atari, atarithi vitambaavyo na vidudu na mchanga. Kiini cha kiburi ni mtu kumwacha Bwana, moyo wake umejitenga na muumba wake. Yaani chanzo cha kiburi ni dhambi, yeye aishikaye atafurika machukizo. Ndiyo sababu Bwana alileta juu ya wanadamu misiba ya kutisha, akawaangamiza kabisa. Bwana akawaondoa wakuu katika viti vyao akawakweza wanyonge mahali pao. Bwana akaingoa mizizi ya mataifa akawapanda wanyenyekevu badala yao. Bwana akaziharibu hata dalili za mataifa mengine na mashina yao hata pande za ndani za nchi. Baadhi yao akawatawanya akawaharibu akalikomesha kumbukumbu lao duniani. Naam, kiburi sicho kilichoumbwa kwa ajili ya wanadamu, wala ghadhabu kali kwa ajili yao waliozaliwa na wanawake. Mzao gani anaheshima wanadamu? Mzao gani anaheshima kwa mchao Bwana mzao gani anaheshima wanadamu, mzao gani hana heshima? wasioasi wasioamri, miongoni mwa ndugu awatawalaye anaheshima, bali machoni pwa Bwana ni kwao, ni wao wa mchao. Tajiri na mstahiki ni mas na maskini, kujisifu kwao wote ni katika kumcha Bwana. Si haki kumdharau maskini naye anaye anao ufahamu, wala si haki kumtukuza tajiri aliye mkosaji. Mkuu wa kadhi na shujaa watasifiwa, walakini hakuna mmoja wao aliye mkuu kuliko yeye amchaye Bwana. Hata walio huru waweza kumhudumia mtumwa mwenye hekima, wala hakuna mwenye ufahamu atakayenung'unika. Usijione mtaalamu wakati ufanyapo kazi ya mikono, wala usijikuze wakati uonapo uhitaji. Afadhali afanyaye kazi na kupata wingi kwayo, kuliko ajikuzae lakini hana chakula. Mwanangu, kujisifu ujisifu katika unyenyekevu na kujiheshimu mwenyewe sawasawa na stahili zao zako. Nani atamuhesabia haki yeye atendaye dhambi juu ya nafsi yake? Nani atakayemtukuza yule mwenye kujiaibisha yeye mwenyewe? Maskini hutukuzwa kwa akili zake na tajiri hutukuzwa kwa mali zake, walakini atukuzwaye katika umaskini si zaidi katika utajiri, naye aliye na aibu katika utajiri si zaidi katika umaskini.